Haya ndo maandalizi kwa ajili ya kujifungua. Mama mjamzito, ambaye una mpango wa kujifungua kwa njia ya kawaida, basi kuna vitu vya msingi ambavyo vinatakiwa kuanza kujiandaa saa hizi. Moja kabisa, fanya mazoezi. Hapa anazungumzia mazoezi ya nyonga, ambayo yanahusisha kiuno, akiwa mazoezi ya Kegel eh mazoezi ya yoga ambapo unakuwa unainama na kuinuka kila siku, angalau unafanya hivyo angalau kwa dakika tatu hadi kumi. Ukiwa unafanya hivyo, kwanza itakusaidia hata kuto kupata maumivu wakati wa ujauzito wako. Kwa hiyo unakuwa unafanya hayo kila mara, na hii itasaidia hata njia ya uzazi, njia ya uke inafunguka kwa urahisi sana. Kwa hiyo unatakiwa haya mazoezi uendelee kuyafanya, mazoezi ya Kegel, pelvic tilt, eh, mazoezi ya, ya, ya kuinua kiuno juu kwa namna kama hiyo kama unavyoyaona hapa, lakini vile vile kitu cha pili unatakiwa kula vizuri na kupata maji ya kutosha. Unatakiwa angalau kunywa maji angalau kwa siku lita mbili hadi tatu maji yanasaidia mzunguko wa damu kwenda vizuri, lakini vile vile unatakiwa kula virutubisho, vyakula vyenye virutubisho, hiyo itakusaidia. Namba tatu, kutumia virutubisho, aidha kutumia tiba asilia pamoja na virutubisho. Hapa kuna virutubisho kama vya calcium, vya iron, hivi vingine unavichukua hospitali. Folic acid itasaidia kwenda kuimarisha afya ya mtoto, lakini virutubisho kama vya calcium vinaenda kusaidia kuimarisha afya ya mifupa ya kwako wewe mwenyewe, lakini hata mtoto atakavyokuwa anajengwa, basi inakuwa ni nzuri zaidi, mtoto anakuwa na mifupa imara. Kwa namna hiyo virutubisho vya haya ni hivyo, ni kwa ajili ya kuongeza damu, damu inazalishwa, kuepuka upungufu wa damu au za changamoto za anemia kwa namna kama hiyo. Lakini kitu kingine ki cha msingi sana, ukiwa unajiandaa kujifungua kwa njia ya kawaida basi, unatakiwa kupunguza msongo wa mawazo. Epuka kuwa na msongo wa mawazo kwa muda mrefu. Jifunze namna gani ya control msongo wa mawazo. Usiwazi namna gani utajifungua, usiwazi changamoto za kujifungua. Unatakiwa tu tulia, relax. Fanya mazoezi ya kupumua yale, eh, deep breathing. Ukiwa unapumua taratibu, ile itakusaidia sana kukaa kwenye hali ya utulivu na kuepuka changamoto za msongo wa mawazo. Kwa hiyo ukifanya hivyo, ni vitu ambavyo ni vya msingi sana kama unajiandaa kujifungua kwa njia ya kawaida. Usisahau kulike, kutu follow hapo vile vile, share na mwingine na mwenye ajifunze. Tunatamani wewe ujifungue salama, ni kutakia wakati mwema. Endelea kutufuatilia.